<laughs> E bwana, huyu jamaa ni kaka wa Kim Jong Un, kiongozi wa Korea Kaskazini, na hapa ndio alikuwa anauawa hadharani mbele za watu katika namna ambayo kwa kweli iliwashangaza wengi. Asa ishi iko hivi, kutokana na ugumu wa maisha, kuna binti alikuwa anaitwa Siti, yeye aliamua kutoka kwao Indonesia kwenda Malaysia kufanya kazi ya udada poa. Sasa siku moja akakutana na mshikaji ambaye alijitambulisha kama ni mtayarishaji wa filamu, na akamwambia kuwa yeye ana channel yake ya YouTube kubwa, kwa hiyo anaandaa maudhui au content kwa ajili ya ya channel yake hiyo, na akasema kama unataka kuingiza pesa, mimi nataka wewe uwe mwigizaji wangu na tutakuwa tunafanya pranks, ile michezo ya mitaani ile ya utani. Siti akafikiria, akaona pesa aliyoahidiwa ni nyingi, tofauti na ile ambayo anaihenyea kwenye udada poa. Akaambiwa atapewa dola tisini kwa prank moja. Ah, akakubali. Kwa hiyo wakaanza kufanya prank zao. Kuna wakati alikuwa anaenda kuwaziba watu mikono, ile unamziba mtu mkono like guess mimi ni nani, ehe. Alafu baadaye jamaa labda kama mind na nini, unaona bwana, ile angalia kamera ile pale, si tuna tuna shoot ni just a prank. Kwa hiyo anafanya prank mbalimbali. Sasa so, wakati anaendelea kufanya prank, of course alifanya kama miezi miwili hivi, kuna binti mwingine akaajiriwa, yeye anaitwa Doan kutoka Vietnam kwenda wakapiga piga kazi kwa pamoja, maisha kaendelea. Sasa kuna siku Siti na Dohan wakaitwa, wakasema sa leo mtaenda kufanya prank kwa pamoja mm-hmm. na leo tunaenda airport. Kwa hiyo walipofika airport, director akasema sasa sikilizeni, mtu tunaenda kumfanyia prank ni yule pale, na prank ya leo ni fupi, yani haina maelezo mengi na haina kuongea, mkifika fanyeni nitakachoelekeza. Ondoka, director akachukua kwenye kichupa fulani, vilikuwa kina mafuta akampaka Siti, akasema sa oh, utakachokifanya utaenda kumgusa machoni kama ambavyo tumezoea kufanya, lakini ukiwa na haya mafuta kisha haya mafuta yamemgusa kwenye macho. Doha naye yuko pembeni ana anasikiliza maelezo, naye pia akapewa kichupa cha pili, kichupa kingine tofauti. mm. na akaambiwa hivyo hivyo, akishatoka tu Siti, ndani ya sekunde mbili na wewe unaenda unamfunike ule bwana usoni. Basi bwana jamaa wa watu akashangaa tu papu Kafunikwa uso. Nani huyu kanipaka mafuta usoni kama mchezo vile? Kwa katika kushangashangaela, mpigwa na bumbuazi na nini. Baada ya sekunde tatu, akaja binti wa pili ambaye ni Doan, naye akamgusa usoni. Hapo hapo jamaa kaanza kujisikia vibaya, na video ya CCTV inaonesha alienda kuwa cheki maofisa wa uwanja wa ndege pale, kueleza kwamba kuna wanawake wamenivamia mimi, wamenipaka ma vitu usoni, mimi sielewi, naombeni mnikimbizwe hospitali haraka, maana najisikia vibaya. E bwana, we jamaa kweli, chapu kwa haraka, kapandishwa kwenye ambulance. Lakini akiwa njiani akafa. Ni nani huyu? Alikuwa anaitwa Kim Jong Nam. Baba yake ni Kim Jong Il au Kim Jong wa pili ambaye alikuwa ni dikteta wa Korea Kaskazini. Huyu mzee yeye alikuwa na watoto watano kutoka kwa mama tofauti tofauti. Na hao ni wale ambao wanajulikana, ambao hajulikani, mimi sijui. Na kuna wengine aliwakataa, unajua ile. Mbona mtoto mimi simtaki, una nini whatever. Family drama. Katika familia yao ilitakiwa baba akifa anayefata ni mtoto wa kiume mkubwa ambaye ni Kim Jong Nam. Lakini katika kukua kwake, huyu Kim Jong Nam akawa na mawazo ya libero, kitu ambacho kilimkasirisha baba yake, kwa sababu baba yake alikuwa ni mhafidhina. Ule utamaduni wetu, namna yetu ya kuishi ambayo tumekuwa nayo kwa vizazi na vizazi, ndio inatakiwa tuendelee kuienzi. Huyu anataka kuja na mawazo yake kutoka magharibi, anatuharibia huyu na huyu Nam kuna kipindi alishai kukamatwa Japan, kwa sababu alitumia pasipoti feki. Alimtorosha mtoto wake ili aende ku, kuona jumba la michezo maarufu kama Disneyland kule Japan. Umeona, kwa sababu angetumia pasipoti ya kawaida ingekuwa. Kwa hiyo baba yake alivyosikia akakasirika sana, na akaona kama huyo ni ishara ya kumsapoti Marekani. Kwa hiyo ikasemekana kwamba kwenye usia baba yake akaandika kwamba akifa Nam asiwe kiongozi, bali mdogo wake ndio ashike usukani na kweli Kim Jong Il au Kim Jong wa pili alivyokufa, mdogo wake Nam ambaye ndo Kim Jong Un ndo akawa kiongozi mkuu wa Korea. Kim na Nam zikawa hazifu. Duru zinasema kwamba kwa muda mrefu sana wafuasi wa Kim walianza kumuinda Nam. Sasa, haijulikani kama Kim Jong Un alifahamu mpango mzima wa kumwasasinate kaka yake au la. Mm, mm-hmm, lakini ndio hivyo, mpango ukawa unasukwa mdogo mdogo. Mwisho wa siku ukafika muda wa utekelezaji. Maafisa usalama wa Korea Kaskazini wakajifanya kama watengeneza filamu mm-hmm, ndio wakawaajiri hao wadada wawili, wakawapa mafunzo, na siku walipoenda airport wakapakwa mafuta ya aina mbili mikononi. Anyway, sio mafuta bali ilikuwa ni kemikali mbili tofauti. Kwa Siti alipakwa ya kwake na Doan naye alipakwa ya kwake. Na katika mazingira yale ilikuwa ni kwamba kemikali hizo zilizopakwa mikononi mwa hawa watu wawili zingekuwa ni hatari tu endapo zingechanganywa kwa pamoja. Kwa hiyo baada ya kuchanganywa kwa pamoja zikatengeneza sumu ambayo kwa sasa ni maarufu sana inaitwa VX. Hii ni sumu ni hatari sana endapo ikaweza kugusa e, ngozi hasa usoni. Na sumu hii haina harufu, haina ladha ni tasteless na ni ngumu kuishtukia. Kwa hiyo Siti alivyoenda kumpaka usoni Nam hakujua kuwa ndo anashiriki kumuua toto huyo wa familia ya heshima waku Korea Kaskazini. Na Dona naye alivyokuja kumpaka kemikali hiyo ya pili ndo kabisa akammalizia. Asa, hii VX imepigwa marufuku duniani kote kwa sababu inachukuliwa kama ni silaha ya kivita, ni hatari. Baada ya kumuua Nam, wale maafisa usalama wa Korea Kaskazini wakapotea na hawajaonekana mpaka leo. Siti na wenzake wakaenda kunawa mikono harakaraka, wa na wakatoka sasa kwenda kuwacheki wale jamaa ambao wa na, wa na, ni kameramen na nini, wakuta jamaa hawapo. Ah bwana ene wewe, basi tutaona naye kesho, kesho asubuhi. Siti anashangaa, anagongewa mlango kwa nguvu, ngongongongo, sema nini tena, anafungua, anakutana ana, na askari, anamwona mwenzake yule Dona naye yuko kwenye karandinga, wote mpingu polisi sasa wakiwa kinachoendelea, kadhani kama ni pranki ambazo wanazifanya ukiwa, wakawa wachukuli siria zivile watu, oh, tunapelekwa polisi? Ah, twende basi. Walipofika polisi, ndo wakaonyeshwa sasa video wakimpaka mtu mafuta e airport, na wakawambiwa kwamba huyo mtu mliye mpaka mafuta kafa hapo hapo. Wakaanza kujisikia kuumwa, so kuumwa Miezi saba baadaye ndo kesi ikaanza kusikilizwa mahakamani, wakituhumiwa kwa mauaji, na kulingana na sheria za Malaysia, wakikutwa na hatia hukumu ilikuwa ni kunyongwa hadi kufa. Na kesi hiyo ikaunguruma kwa miaka miwili, 2 years baadaye, serikali ya Indonesia ikaja kuingilia kati, kwa sababu kuna nchi nyingi, by the way, zilikuja zikahusika hapo you know? nchi nyingi sana zikuja zikahusika, lakini serikali specifically Indonesia ndo ilikuja ikaingilia kati kwamba raia wetu huyu amekaa jela kwa muda mrefu, inakuwaje na nini. Alafu ikaja kuonekana like kadri muda unavyozidi kwenda au kadri kesi inavyozidi kwenda, kuna baadhi ya siri nyingi zitafunguka, unajua eh. Sasa inaonesha pia hata kule Korea Kaskazini wakawa wametuma watu na nini, jamani, hebu ipozeni hiyo, hebu izimeni izi hiyo ishu izime na nini, kwa kuna siku moja tu ikatokea siti na dola wakamwambia haya, tokeni nje, mko huru, kwa kashangaa wakatoka tu gerezani na ndo wakawa huru. Ebana, hivyo ndivyo Kim Jong Nam alivyouawa airport. Sio poa mzee, eh, mambo ya prank haya. E ebana, niite MC Shonde Live. Chao.